Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye siku ya leo Jumatano tarehe 4 Februari 2026 akatuamsha tukiwa hai, akaturuzuku afya, tumeweza kukutana hapa kuzungumza mambo yanayohusu nchi yetu na watu wake. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu niwashukuru na nyinyi waandishi wa, wa habari ambao mmetikia wito wa chama chetu na kuja katika mkutano huu kuja kutusikiliza tulionayo, na baadaye mweze kuwafikishia wananchi wa Zanzibar na ulimwengu kwa jumla, kama alivyosema katibu wetu wa habari na uenezi Mheshimiwa Salum Bimani taarifa hii ilikuwa ya muda mfupi, lakini bado mmeweza kuipokea na mmeacha yenu, mmekuja hapa. Tunasema tunawashukuru sana sana sana, Mwenyezi Mungu awabariki hususan katika siku ya leo, siku ya sisi amezea kusema ismatorisk mwezi 15 Shaabani siku katika siku kubwa katika kalenda zetu. Baada ya utangulizi huo, ndugu waandishi wa habari na viongozi wa chama cha ACT Wazalendo ambao wamekuja pia kusikiliza tulichokusuja kuzungumza, tulichowaitia hasa ni tamko la tume ya uchaguzi lililotolewa jana tarehe tatu Februari 2026, wakati timu yetu ya wanasheria ikiwa mbele ya mahakama kuu kuomba kukagua na kupata nyaraka muhimu za uchaguzi, kile ambacho kisheria kinaitwa au katika mwenendo wa kesi huwa kinaitwa application for discovery and inspection. Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC kupitia mwenyekiti wake, Jaji George Kazi, jana tarehe 3 Februari 2026, imetangaza bila aibu mpango wa kuteketeza nyaraka zote zilizotumika katika uchaguzi mkuu uliopita wa Oktoba 2025. Katika hili sisi tunaona mambo mawili: haki inacheleweshwa na ushahidi unateketezwa. Kwa muda wa wiki mbili sasa, tangu tarehe 21 Januari 2026 maombi yetu ya kisheria ya kuiomba mahkama itoe amri kwa tume ya uchaguzi kuleta mahakamani nyaraka muhimu za uchaguzi kutokana na umuhimu wa nyaraka hizo katika kuamua kesi zilizowasilishwa mahakamani yamekwama katika ofisi ya msajili wa Mahakama kuu bila sababu za msingi. Baada ya tangazo la jana, sasa tumefahamu kwamba kumbe kuchelewa huku si kwa bahati mbaya lengo ni mkakati wa makusudi wa kupunguza kasi ya utafutaji haki ili kuipa nafasi ZEC kuchoma na kuharibu ushahidi wa kile kilichotokea kwenye vituo vya kupigia na kuhesabu kura. ZEC imeamua kujificha chini ya kifungu cha 98 kifungu kidogo cha tatu cha Sheria ya Uchaguzi Namba 4 ya mwaka 2018 kinachohusu kutunza nyaraka kwa siku 90. Hapa tuweke wazi. Ni kosa la jinai. Ni kosa la jinai. Narudia tena. Ni kosa la jinai kuharibu ushahidi wakati kuna shauri la kisheria linaloendelea. Hili ni kosa la jinai, it's a criminal offense. Kwa tume ya uchaguzi ambayo yenyewe imetumia nyaraka hizo katika utetezi wake na inafahamu kwa uhakika kwa nyaraka hizo kwa vyovyote iwavyo zitahitajika katika mashauri yaliyopo mahakamani, ilipaswa ifahamu katika mazingira hayo kutumia kifungu kilichotajwa hapo juu ni kutumia sheria kwa nia ovu na ni kuharibu ushahidi kwa makusudi, jambo ambalo tumesema ni kosa la jinai. ZEC haiwezi kusema haifahamu jambo hili. Wenyewe tume kama wadaiwa respondents, wametaja hizo nyaraka katika utetezi wao na kwamba wanakusudia kuzitumia mahakamani kama ni ushahidi wao na vielelezo vyao. Sasa hilo ni jukumu ya mahakama kuamua, na bila shaka kuna taratibu ambazo ama zitachukuliwa na upande unaohusika katika haya kwenda kuyafikisha hapa. Lakini, kama unaosema unajua, na mahakama nimesema, tumeona jinsi inavyokwenda mwendo wa jongo so kaosema, kesi hizi natakiwa kuanzia kufunguliwa mpaka kumalizwa kuhukumiwa zinapaswa zikamilike ndani ya miezi kumi <coughs> no, na mbili. Miezi mitatu ishakwisha mpaka sasa bado hazijasikilizwa, unaambua mwisho wa mwezi wa pili, mwisho wa wa mwezi wa tatu. Kwa hivyo tunaweza kufuata taratibu za kisheria, lakini huku ikawa tume wakaendelea na uovu wao. No, hata hapa wale na haya wanaweza wasijali so, kwa kiburi chao, kwa sababu wanasema ndio historia yao, lakini at least hawawezi kuja kusema kwamba hakuna ambaye ametoa kauli kuhusu. Kwa hivyo hatua wetu wa mwanzo sisi tumekuja kwa umma na ulimwengu ujue kudhihirisha tena, lakini ya mahakamani yataendelea na kesi zitaendelea. atakayeamua kesi ziende vipi, zibakie, ziondoke, ni maamuzi ya mahakama. Nafikiri baada hapo pia una taratibu zetu vile vile za mfana mambo mengine. Kwa hivyo huko zitaendelea kwa, lakini kwa hatua wetu sisi hii tutasema kwanza na muhimu zaidi ni kwamba umma ujue nini position yetu kama watu ambao tuna maslaha makubwa, tukiwa wakilishwa na jamaa ambao walio wengi walituchagua sisi katika uchaguzi. Kama sasa unapofika, una kesi 25 zinapingwa, wewe ujiulize kwamba more about 50% ya, ya majimbo yote wewe unapingwa wewe, una halali gani? Alafu leo unataka kwenda kudestroy ushahidi huo, kwa sababu muhimu hapo, ingekuwa jua na leo sisi tumefanya wajibu wetu katika hilo. Tunawashukuru sana na ni imani yetu kwamba mkaafikisha haya kwa umma na kwa ulimwengu waone jinsi gani chombo kinachoitwa Tume ya Uchaguzi kinavyofanya kazi. Sasa nashukuru sana. Hapa kuna swala mimi nitaka nilizungumze, kwamba unajua, wataalamu wanasema kila kesi ina siasa zake hata kesi ya kuiba kukule ina siasa za, kwa sababu siasa ni maisha na siasa ni jamii, huwezi kutenganisha masuala ya kesi na jamii. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa kuzungumza na umma kupitia nini, kwa sababu na wao wametoka hadharani pamoja, kwa kuna kesi. Lakini ukiniambia hatua gani nyingine tutachukua, haya masuala bado yapo mahakamani. Kuna taratibu za kimahakama zitaendelea, na wanasheria wetu tangu jana wanashauriana juu ya hatua za kuchukua baadaye. Lakini kwa jinsi umma ulivyoonyesha masikitiko kwa nchi hii na vurugu kiasi hichi, sisi kama chama makini tusingefahamika kama tungekaa kimya. Kwa hivyo, ilikuwa lazima tuzungumze na umma, na kama na hatuzungumze na si ACT Wazalendo tunazungumza na umma wa Zanzibar, tunazungumza na ulimwengu ufahamu. Lakini hatua gani ziko? Hatua nyingine wanasheria wetu wanashauriana, tutajua nini cha kufanya baadaye. Jabir kauliza kwamba chama kinafikiria engagement nje ya hii tuliofanya kupitia shughuli hii na tume ya uchaguzi. Najiuliza engagement gani? Kwa sababu kama unasema unapokuwa na chombo ambacho kazi yake inataka uadilifu na haki kusimamia uchaguzi, watu wanafanya michezo tu katika mambo haya, lakini watu hawajui kwamba uchaguzi ni kilele cha haki za raia. na ndiyo maana hawa wanafanya michezo, wanadhani na wanapenda wenyewe wakishafanya mambo yao yasahaulike na yeshi, na ikiwa haijasahaulika wamekwenda mahakamani, haribu ushahidi. Ibara ya tisa, ibara ya tisa bili a ya katiba ya Zanzibar ukisoma inasema wazi kwamba mamlaka ya nchi ni ya wananchi na serikali na vyombo vyake vyote vitapata madaraka kutoka kwa wananchi. Hapa panazungumzwa nini? Panazungumzwa sovereignty, kwamba sovereignty belongs to the people, na wanaitekeleza mamlaka yale makuu ya nchi. Ndio hilo lilosema ndani ya taarifa yangu kwamba haki ya kuchagua na kuchaguliwa, haki ya kuweka madarakani serikali wanayoitaka. Hichi ndo kilele cha haki za raia, leo kinachezewa namna. Sasa ungetegemea kwamba kama osema wao wafuate taratibu za consultation Hare. na si tu, wao hawana hata. Unapochukua wewe hatua, umetaja mfano Tulipeleka barua tarehe 30 Oktoba alfajiri, chini ya masaa ishirini na nne tangu kukamilika kwa hicho kinachoambiwa uchaguzi, na ukiona barua ambayo ilikuwa na ushahidi, ukiona majibu yao ya dharau kabisa ya sentensi mbili sisi, na ndio umekuwa utaratibu wao. Kwa hivyo na yako mengi, sio hilo tu. Nakumbuka swala la daftari na wapiga kura, taarifa ya jana mesikia wanajisifu kwa uwazi. Uwazi upi? Uwazi wewe, tumekuandikia kwa barua kutaka daftari na wapiga kura which is a public document hmm. Matokeo hayo wanaosema waliojitangazia, mmewahi kuyaona nyie yale matokeo vituturi, ya mpaka ya kimoja kimoja yako wapi zake? kwa hivyo engagement unafanya na mtu ambaye tayari yuko tayari kwa hizo engagement. Aisema okay. hawa wame prove hasa tume hiya mala hii kivuli tu ndio kinachoongoza. Wewe unachukua kazi ya kuongoza kusimamia haki za watu, hii si kazi yako mheshimiwa. Ana kauli yake kwamba wewe ungeamua kuuza togwa tusinge kuingilia, sababu togwa ni lako ungetaka kumuuzia, unataka usitaki kumuuzia hakuuliza. Lakini <tikino tikino tikino> unapochukua kazi ya umma, umma una haki ya kukuhoji. Lakini wewe umefunga milango, kila kitu, matamko <tikino> sema. Engagement tumefanya nyingi, hazikuonesha kitu. Nadhani lugha wanaoifahamu ni hii hapa ya kuzungumza na umma, na wao ndio mambo ya ubabaishaji na kuto kujitambua inapokuwa wao katika reply to petitions. Wenyewe wametaja hizuri anakokenda kuziharibu kwamba ni sehemu ya ushahidi wa ni form namba 13b. Sasa leo unatangaza unakwenda kuziteketeza, kuziharibu. Huwezi kuchoma eneo la tukio la uhalifu katika sheria huwezi <coughs> kuchoma eneo la tukio la uhalifu yaani crime scene, isipokuwa kama unajaribu kuficha jinai hiyo. Hichi ni kitendo cha kukata tamaa kwa taasisi inayoogopa ukweli na inayodharau akili za Wazanzibari. Tangazo la jana la mwenyekiti wa zek ambaye anaambua ni jaji wa Mahakama Kuu ni la aibu, fedheha na kashfa, na kwa hakika napaswa kujionea aibu mwenyewe. Ni kielelezo chengine cha ZEC kujivua nguo na kisha kujianika hadharani mbele ya Wazanzibari na ulimwengu jinsi walivyoshindwa kuheshimu maadili ya kazi yao, ambayo yanataka wasimamie haki na kuonesha uadilifu. Tume nzima ya uchaguzi kuanzia mwenyekiti na makamu mwenyekiti wake ambao ni majaji wa Mahakama Kuu, makamishna wote wa ZEC pamoja na watendaji wa tume wanapaswa wajitathmini. Kitendo cha kutaka kuteketeza ushahidi huu huku kukiwa na kesi za kupinga matokeo ya uchaguzi mahakamani ni kuwadharau Wazanzibari walio wengi. Tukumbuke kwamba kesi za kupinga matokeo ya uchaguzi kwa ujumbe wa Baraza la Wawakilishi zilizoko mahakamani ni za majimbo 25 kati ya majimbo yote 50 ya uchaguzi Unguja na Pemba. Hiyo ni asilimia 50 ya majimbo yote. Kwa maneno mengine, angalau nusu ya wa Wazanzibari wanahoji utendaji wa tume na uadilifu wake, jinsi ilivyoendesha uchaguzi mkuu wa 2025. Ni vyema pia ile weke kwamba kesi hizi hazihusu haki za ACT Wazalendo. Wajua nchi hii imevurugwa na kuharibiwa sana, kila jambo linavikwa nguo ya kisiasa na kisiasa, kwa maana ya vyao. Unapokuwa na kesi election petition, si ya chama, hata kama aliyefungua ni mgombea wa chama, wapiga kura wa chama kwa mfano, ni kesi inahusu haki za kiraia, ni haki, ni kesi inahusu haki za wananchi kwa hivyo ni vyema ieleweke, nirudie tena kwamba kesi hizi hazihusu haki za ACT Wazalendo, zinahusu haki za wananchi wa Zanzibar. Kutaka kuangamiza ushahidi wa kesi hizi ni kuonyesha jinsi zek inavyowadharau Wazanzibari, ambayo ilipaswa kuwalindia haki yao kuu ya kikatiba na kiraia, yaani haki ya kuchagua na kuchaguliwa, kwa lugha nyingine, haki ya kuiweka madarakani serikali wanayoitaka. Kwa tangazo la jana, zek wamewadharau wazanzibari kwa kudhani kwa wakitaja kifungu cha sheria ndio watakuwa wamefunika dhamira yao ovu na mchezo wao mchafu na kwamba wazanzibari hawana akili za kungamua hili. Kwa hakika, dhamira ovu na mchezo mchafu huu ukitekelezwa, unakwenda kuzinajisi mahakama za Zanzibar na pia kuhujumu hatua zinazoendelea zenye lengo la kutafuta ufumbuzi wa mkwamo uliopo ambao ulisababishwa na ZEC hiyo hiyo. Tunapenda hapa kukumbusha kwamba chama chetu kiliwasilisha tume ya uchaguzi barua alfajiri ya tarehe 30 Oktoba 2025, chini ya saa 24 tokia kura zikamilike kupigwa, kueleza kwa kina jinsi uchaguzi ulivyovurugwa, ikibainisha vitendo vyote vya kiharamia vilivyofanywa na maofisa mbalimbali mbali wa serikali, wengi wao wakiwa watumishi wa tume hiyo ya uchaguzi. Mwaka 1995 umefanyika uchaguzi, mwaka 2000 umefanyika uchaguzi, mwaka 2005 umefanyika uchaguzi, mwaka 2010 umefanyika uchaguzi, mwaka 2015 umefanyika uchaguzi, mwaka 2020 na umefanyika. Huu uhuni uliofanyika 2025 ni rekodi, haijapata kutokea kufunguliwa mashauri mengi ya kupinga uchaguzi kama ilifanyika mwaka huu 25. Kwa hivyo kama wao wangekuwa kweli ni watu wa kufuata sheria, taratibu na miongozo tusingefikia hatua hii leo kwamba kuna mashauri 25 record number katika historia ya chaguzi Zanzibar. Lakini unapoyachukua mambo haya katika muktadha wake, ndipo unapogundua dhamira ovu na mchezo mchafu wa kusudio la kukanyaga haki za watu kwa mara ya pili, mara hii ikiwa ni kupitia ucheleweshaji wa, wa haki na uteketezaji wa ushahidi baada ya mara ya kwanza kuzikanyaga haki hizo kwenye vituo vya kupigia na kuhesabu kura. Hapa ndipo mtu anapoelewa yanayoendelea kwamba wakati kanuni zinataka kesi za uchaguzi zimalizwe ndani ya miezi kumi na mbili, tayari miezi mitatu imepita bila ya kufika hatua yoyote ya maana mahakamani kwa majimbo ya Unguja ndiyo kwanza usikilizwaji wa pingamizi, yani preliminary objection POs, unataka kusikilizwa mwezi wa pili mwishoni na mwezi wa tatu mwishoni, wakati kesi zilifunguliwa yani zilikuwa filed tokea tarehe tano Novemba mwaka jana. Hali hii mtaona ni tofauti, kwa mfano na hata hapo Tanzania Bara, ambapo mahakama zimeshamaliza kusikiliza pingamizi za awali pios, na sasa wapo kwenye kesi za msingi. Na tukumbuke sisi Zanzibar tulifungua kesi mwanzo kabla hata kesi ambazo ilifunguliwa bado, kwa sababu chini ya huo huo au chini ya hiyo hiyo mikakati yao hapo walishafanya taratibu kwamba kesi lazima ifunguliwe ndani ya siku saba kwenye sheria ya uchaguzi ya Zanzibar, kesi za baraza la wakilishi na udiwani, lakini bara kuna mwezi mmoja. Wao waliochelewa kufungua wa bara, kesi zishamaliza na waseea kukatika hatua ya usikilizaji kesi za msingi. Sisi ambao tumefaili kwanza kwa sababu ya sheria zao bof kesi leo mwezi wa tatu bado po hazijamaliza kusikilizwa. Katika hili tunachokishuhudia nini? Kwanza ni kudharau matakwa ya wananchi. Hatua ya kutaka kuteketeza karatasi za kura, fomu za matokeo na madaftari ya wa wapiga kura ni kukiri makosa kwa ZEC yenyewe. Ikiwa uchaguzi ulikuwa huru na wa haki kama wanavyodai, kwa nini tume iwe na haraka kiasi hiki kuchoma ushahidi? Haraka hii ya mara hii ya kutaka kuteketeza nyaraka za uchaguzi mara tu baada ya siku tisini kukamilika haikuwahi kuonekana katika chaguzi zote sita zilizopita, kuanzia ule wa 95 hadi ule wa mwaka ishirini ishirini. <laughs> Isitoshe, na hapa ndipo penye kichekesho cha tume hii ya George Kazi. Isitoshe, katika majibu yao kwenye hati za kesi ya msingi, yani reply to petitions yale, yani majibu yao kwenye petitions ambazo tumefungua mahakamani, ZEC wenyewe wameambatanisha fomu za majumuisho ya matokeo kwa kila kituo maarufu kama fomu namba 13B. Swali linakuja, je, wanakwenda kuchoma moto ushahidi ambao wao wenyewe wameieleza mahakama kuwa wanakusudia kuuleta mahakamani? Kwa nia ovu ya wazi, haikutaka hata kuchunguza tuhuma hizo, na kama kawaida yake ikaanza kujificha nyuma ya visingizio vya taratibu na sheria mi niwaambie tu. Hasa inapojinasibu kwamba inaongozwa na majaji wawili, mwenyekiti eh, George Kazi na makamu wake Jaji Azizi, walipaswa angalau, kama wanataka kujificha wa sio to resort to these childish games. Aibu, fedheha, kashfa kwao. Na pia nikumbushe jambo moja hapa, waandishi, mtakumbuka, sisi hatusemi tu. Mnakumbuka tarehe 27 mwezi wa 10 2025, mwenyekiti wetu ambaye alikuwa ndiye mgombea urais alifanya mkutano na waandishi wa habari Golden Tulip Park, akafichua siku moja kabla hicho kinachoitwa kura ya mapema, ambayo kwa hakika ni wizi wa mapema kama ulivyodhihiri siku moja kabla. Alifanya press conference kuanika mambo ambayo yamekusudiwa ufanyo kwa hujuma uchaguzi. George Kazi huyu, huyu n alitoka na safura tele kumjibu mwenyekiti wetu kusema kwamba anatoa mambo ambayo hayana ushahidi na kuleta taharuki, na kwamba akatanganikiwa lakini, Mwenyezi Mungu hamfichi mnafiki. Yale yote aliyosema mwenyekiti wetu tarehe 27 ndio aliokwenda kutokezea tarehe 28 na 29, leo anataka kuyafunika tena kwenda kutaka kuharibu uchaguzi. Jambo hili halikubaliki hata siku moja. Nimalize kwa madai yetu, chama cha ACT Wazalendo hakitakaa kimya wakati haki za wananchi wa Zanzibar na demokrasia yetu vikiendelea kuchanachanwa na kutupwa kwenye moto. Hivyo tunataka mambo yafuatayo yatekelezwe. La kwanza, kusimamishwa mara moja uteketezaji huu. ZEC lazima isitishe mara moja mpango wowote wa kutupa, kuharibu au kuteketeza nyaraka na vifaa vya uchaguzi mpaka mashauri yote yaliyoko mahakamani yamalizike. Kama tulivyosema, kuharibu ushahidi ni kosa la jinai. Pili, hatua za haraka za mahakama. Msajili wa mahakama kuu anapaswa ashughulikie maombi yetu ya ukaguzi wa nyaraka yaani, application for discovery and inspection kwa haraka sana. siku moja ya ukimya wa mahakama ni ushirikiano katika kuharibu ushahidi. Tatu, ulinzi wa nyaraka na vifaa Tunatoa wito kwa mamlaka zote zinazohusika kuhakikisha kuwa nyaraka zote za, za uchaguzi mkuu wa 2025 zinatunzwa chini ya ulinzi madhubuti, ili kuzuia sisi tukasikia hapa kwamba hazikuharibiwa, lakini kumetokezea moto wa ajali au upotevu. Mamlaka zinazohusika zinapaswa kulinda na kuhakikisha zinasimamia kulinda nyaraka hizi mpaka pale haki za wananchi zinazolindwa kikatiba zitakapopatikana katika mahakama. Nimalize kwa kusema ukweli hauchomeki kwa moto. Asante sana <laughs>